sana kwenye chanel yako hii leo, nimepata fursa ya kukutana eh, na Mnandi Junior shabiki wa Simba, kubwa ambalo tutaenda kuzungumza eh, ni taarifa ambayo ilitolewa eh, siku ya jana na afisa habari wa klabu Young Africans Ally Kamwe akieleza kwamba hawatacheza fainali ya kombe la eh, CRDB eh, Federation Cup kwa kile ambacho anasema kwamba hawakuweza kupata zawadi zao za ushindi kwa msimu uliyopita, lakini mara baada ya taarifa hiyo ya alikaamaafisa habari wa Young Africans, tumeona eh, hii leo TFF wameweza kutoa taarifa rasmi kusema kwamba eh, jambo hilo halipo, eh, ni kwamba fedha ambazo zilitakiwa zipelekwe Young Africans zilitumika eh, kwa maelekezo ya Young Africans vile ambavyo walieleza pamoja eh, na kulipa ada eh, mbalimbali ambazo eh, ziliweza eh, kutolewa maelekezo na club ya Young Africans. Ee bwana Mnade Junior, mambo vipi hivyo? Mbona unatikisa kichwa? Nafurahi sana. <laughs> Una furahi nini? Mjini kumenoga kumechangamka. Eh. Kumekuwa kwa moto kama mchuzi wa pweza. Ah. Yaani kumechangamka sana yani ule ubaridi. Unajua kama mvua ikikana malizia malizia cha masika. Eh. Basi sasa hizi yani mchuzi wa pweza wa moto sana. Yaani sasa hizi tutakuwa vitu vya kupata mahindi ya kuchoma, mm, mchuzi wa pweza, yani mambo yanaenda sawa sawa sasa hivi. Kwa hiyo sasa hizi acha tu enjoy. Ah. Eh, lazima tu enjoy sasa hizi kwa sababu unajua siku zote ukijifanya wewe unajua sana. Mwisho mm, siku utaenda kuharibu. Yani, hata yule mpishi kila siku anapika vizuri, akijifanya kila siku kuongeza vitu anaongeza, si kaika kiungo gani kaika, mwisho wa siku anaenda kuharibu mapishi yake. Ndio kinachofanyika na nyumamwiki, wameenda huko, wameenda huko akiwa walikwenda kufikia, ndio wamefika ukingoni. Yani hapo walikofika, wamefika ukingoni. Wao wamemwaga mboga, CRDB Bank wakamwaga ugali, bodi ya ligi na TFF wamekuja wamemwaga maji kwenye lile bakuli la kunawa, na wamemwaga maji kwenye ma, kwenye majaba yote, hakuna maji na mabomba yote wamefunga. Haya, na ushaanza kumega ugali, umeanza kula, unanawa nani? Saizi ukana we mchanga ndio kinachowakuta sasa hivi hata wao mashabiki wao walikuwa wanaona hawa, wana maana, wana uelewa sawa sawa. Tayari tuliokuwa na mtani washaanza kunungunika na kuzungumza kwamba viongozi hawana, toka taarifa ya TFF itoke ile tayari. Kwa sababu walipotoa CRDB Bank ilikuwa bado inawafavor nyuma mwiko. Kwa sababu walisema kwamba hawajalipwa, lakini CRDB Bank wamesema kwamba wao kama wao wameshawasilisha fungu la pesa muda husika. Hawana shida kwenye kipengele hicho, kwa hiyo wamejisafisha wadhamini wa kombe lile la FA. Lakini pia baada ya risali moja mbele, TFF wamemwaga mkeka wao kwamba nyumamwiko sio anadai, yeye ndo anadaiwa. Umeona hapo palipo kaa vibaya hapo. Uh, sio anadai eh. Uh. Nyuma mwiko anadaiwa na shirikisho pesa ile ya Saladib Bank ya msimu uliopita, ile pesa imekubaliana walipe maambukizi ma, ma, ma, ma, madeni yao ya wachezaji wao wa kigeni imekatwa kule uh, na bado haitoshi, kwa hiyo wanadaiwa wakamalizie. Kwa hiyo naonekana kuna wachezaji wao pia bado kule hawajalipiwa pesa kule TFF. Mm. Alafu wao wanatangaza wanadai, je hao wana maana gani? Mimi naamini TFF kwenye hili mm. wasikae kimya na wasicheke na mtu mm. sheria ifanye kazi, sababu huyu mtu anaamua kuichafua mamlaka kwa matakwa yake binafsi mm. kisa dabi tu, kwa sababu dabi ndio imezalisha tatizo hili. Mtu anaumwa malaria lakini kesho tunasikia kwamba anaumwa upele. Umeona bwana ndio hichi kinachotokea hapa. Kumbe sio ugonjwa ambao umempeleka hospitali. Mm. Huo ugonjwa wa nyumbani kwako unauleta hospitali. Akati una uwezo ukapika hata uji ukajipaka ukapona. Umeona bwana. Kwa hiyo sasa Mm. TFF watakuwa wasimame, wafanye kazi. Waache kuchekeana. Mm. Wanaendelea kuzalilishwa siku hadi siku. Sasa hivi wameamua kumwaga mboga na ugali wake na maji. Sasa waseme ukweli kwamba hawa kweli watoke tena. So wametoka jana wamesema kwamba wao wanadai. Mm. Na watu wacheza mchezo wa finali mpaka walipe pesa zao mm. Sasa majibu yameshatoka, na hatuhitaji tufike usiku waibuke tena waitishe presi, watoe taarifa tena kwa umma wapinge, ili e bwana na, kama alinda ukweli mm, na buana, ume, ume apa, kwa kuongezea bwana TFF wameongeza hapo, amesema kwamba anasema wanasema wana ili, ili kutoendelea kusababisha sitofahamu kwa umma, tumeiandikia barua kutuma eh, kwetu mtaalamu wao wa, wa fedha kesho saa nne asubuhi kuhakiki deni la klabu hiyo Eh, akiwa na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. Yaani, eh, mtu wao wa fedha aende TFF wakaweke mambo bayana. Eh, bwana, kama ni kweli Young Africans anadaiwa, eh manake hali sasa itakuwa si sio hali tena. Nakwambiaje? Yaani, ukiona watu wamebeba nguo kichwani usishangae wanavuka mipaka ya nchi wanaondoka. Yaani washafika ukingoni, wewe ushaona timu mpaka inachapisha tisheti hatuchezi. Mm. Wewe unafikiri kuna hali nzuri hapa? Hivyo tujiulize, miaka minne Simba baki tubaki nachukua bingwa. sawa? mm. walilalamika wameenda kwa mama. sio umeelewa? haiwezekani kila siku bingwa wachukue wao. sasa kilio cha mama tukakisikiliza. tukapunguza nguvu, tukapunguza ukali, tukapunguza kila kitu. wakawa mabingwa kawa wanapiga kelele, wanajiona wao kwenye nchi ndio kila kitu, wao ndio wanajua, Simba hajui. hivyo wewe mtu mbovu anafa mbovu huko nyumbani tu. akienda kule kuna mjomba kuna shangazi anafanya vizuri. wewe unapaelewa? kumbe waliachiwa wachukue bingwa mara tatu sasa msimu huu watu wamegoma, wameibuka na kauli ya ubaya ubwela. Sawa, huo ubingwa mara tatu, kilio cha mama tumekisikia. Wamekaa tumboni miezi tisa, tuliendi. Saizi wameibuka tena. Sawa, wameibuka tena saizi, hatuchezi. Hamuchezi kivipi? Mbona nyinyi mmechukua bingwa mara tatu? Si atakwenda kwa bibi wala kwa mjomba? Au huyo mama mliko kwenda yeye, saizi kaondoka, si yupo? Kwa hiyo wanaonesha wao kwamba wao ndo wanaumia, wengine wakichukua ubingwa. Sawa, ila sisi, wao wakichukua ubingwa tuumia. Sisi wenyewe hatujatolewa nyongo. Tunaumia vile vile miaka mitatu kuchukua ubingwa nyuma mwiki huko. Mm. Sawa? Mm. Tunaumia. Mm. Kwa hiyo wakae wakijua kwamba sisi tunahitaji sheria na kanuni zifanye kazi, ambalo tumejiwekea wenyewe. Lakini sio kanuni zinatungwa, watu wanapoanzizipeleka bondeni huko. Zina wa favor watu wengine. Hatutaki hicho kitu. TFF kupitia haya, fanyeni kazi mnaendelea kutukanwa na hawa. Mnadhalilishwa duniani. Sababu, kila siku wana post mtandaoni. Wakiposta, tuangalie Tanzania tu. Tunaangalia mabara yote. Je, yeah? Sio udhalilishaji huo? Kwa nini msiamue kusema ukweli sasa? Kama mmetuma, wasema, wamlete mtaalamu wao wa pesa kesho saa nne asubuhi. Kesho hiyo hiyo tunataka rugu kesho. Aa, hiyo mtangaze deni lao liokuepo huko. Kama ni milioni kumi au milioni kumi tujue, na wakiwa na deni kubwa watu washushwe tu daraja huko basi. Mm -hmm. Tuzumbue zizi kwenye nchi hii Hmm. Tunakaa na watu ambao wanatusumbua sumbua kila siku. Haya, hata wao mashabiki wao walikuwa wanaona wanamanda ni wa kweli, ndio ndonadawa. Lengo lako nini? Kila siku kumuona Kaia afai, kumuona boy manda afai, mguto na mwenzake kasonga afai. Sasa shughuli imewafikia hiyo. Mtake mstake mmeyakoroga sasa mtalinywa. Pombe inaitwa mbege hiyo. Mtainywa hiyo. Mtake mstake. Eh, bwana kwa hali sasa eh Young Africans kwa sitofahamu hii. Eh, kama ni kweli pesa ambazo zilikuwa zinahitajika zifike kwao. E, eh, ipo hivi, kama ambavyo eh, TFF wameweza kueleza kwamba pesa hizo eh, wao ndio wanadaiwa kulingana na taratibu ambazo wamezieleza. Kama ni kweli, Young Africans atoka kwenye hali gani hivi sasa? Mpaka sasa wako kwenye hali mbaya mpaka muda huu, sio viongozi, mashabiki wao wako kwenye hali mbaya sababu walikuwa wanaona hawa ndio kila kitu. Hawa waogopi TFF, ndio wana shida, sehemu zote zina shida sababu jana wameweza kujivua nguo wenyewe jana, baada ya baada kusema tu kwamba simu imepigwa kutoka juu kuhusu dabi. Tayari washaonyesha kwamba hizo mamlaka hazina shida, wameongeza na lingine kwamba wanadai ku. Hatutocheza huo mchezo wa fainali pia mpaka tulipwe pesa zetu. Kumbe wao ndo wanadaiwa. Je, hapa sasa tutaona TFF ina shida au angalau Mbwezi wana shida? Majibu yashapatikana kwamba angalau Mbwezi sio. Kesho utapata jibu la mwisho. Na kama wana jeuri ya kupinga, wapinge sasa hivi kabla kiza kijaingia. Tujue kabisa kwamba hili jambo walipo wasi jeuri, wasi wanajua sheria na kanuni. Wapinge hili. Kweli nyinyi TFF, wanasema kwamba nyewe ndio mnadaiwa baada ya kuwadai wao. Tunataka majibu yao hawa hawa, tuchezi ngoo. Tunataka majibu yao, wasi ndo wao wako juu ya sheria, wasi ndo wanajua sana sheria. Wana, wana wakili zaidi ya 15 lakini watu wakienda mbele wanafeli. Tunataka tuone kwenye hili kama kweli wao wako makini. Tunataka watujibu kwenye hili, wasio wanatupotosha potosha mashabiki. Tuko mtaani atuelewe chochote, wao wamekaa wow, kazi yao, wanatudanganya sisi tuko sahihi, sije kitu fulani mpaka kifanywe kazi, mpaka fulani sije atoke kwenye madaraka ndio sisi tufanye kitu fulani. Haya, hilo hapo limemwagika, zibeni bomba hilo kama mtaweza kuliziba hilo. Yani mnadaiwa, afu mnasema nyewe mnadai kweli? Yani umeenda sehemu kununua kitu, afu baadaye umepewa na, na Ola, change yako, na rudi pale pale, wewe mimi nimetoa elfu kumi hapa, change hujanipa, na kati change umepewa, umeenda kununua vitu vingine tayari. Washazalilika hawa, washazalilika. Naamini mashabiki wao mpaka sasa nishakwambia washaanza kunungunika. Naamini sio hapa nilipo. Kila kona mashabiki wao washajua kwamba viongozi wao wasanii. Wote wasanii. Wote wasanii. Sasa kuna nini hapa? Kwani ni wakati TFF kusimama kufanya kazi. Hawa wame, naona msimu ujao championship uko wapi? Ligi daraja la pili. Kwani, kwani unavyo, unavyotizama ili sakata toka lianze kasi limerudi mahakama za Tanzania eh, likamia tena eh, kwenye eh, bodi ya ligi vikao na unona, yapo. Kwa namna ambavyo natizama, unaona kuna mapungufu yote hapo kwa upande wa Young Africans kwa, kwa, kwenye sakata hili makubwa sana. Yani wale walivyoenda tu kule kasi, maana yake ni kosa kikanuni na kisheria. Kutoka kwenye taifa lako umeshindwa kupata majibu, hapa hayajatoka moja kwa moja, indirect umeenda kwenye mahakama kuu ya dunia, ile ni kosa. TFF itakuwa wahukumu, lakini wamechukulia ile ile, ile mazoea kwamba hawa wakongwe na nini, yani kama wanaendelea kuwalindia heshima lakini hawa wenyewe bado hawaheshimishwi, wanaendelea kuichafua ile ile mamlaka muda wote. Lakini wao TFF ofisi hizo ndio wameshachukulia hatua kwenye lile, kwa sababu hata barua iliyotoka CAS imepitia shirikisho, ila kwenye kwenda wao moja kwa moja ndio direct wamepeleka CAS, lakini kwenye kurudi shirikisho imepita na shirikisho, maana yake limepewa miongozo nini wakifanye kupitia hii timu. Kwa hiyo na mimi nikalia mwanzo, anasubiri muda kwenda kuamaliza kama walikuwa wajui. Sawa, mahakama ya dunia kasi ishawapa miongozo TFF. Nini cha kufanya kuhusu hii timu? Muda kule yana umeisha. Kwa sababu wao wana barua zaidi ya tano zinaenda kule wachezaji wao wanadai wanadai. Hii timu sio. Mbona Simba ipo kwenye nchi hiyo, hatuna hata barua moja ya mchezaji wa kigeni wala wa ndani kupelekwa kule kudai. Kwa nini wao? Maana kwa inaonekana hawa wana shida hapa ndani. Kwa hiyo wameshatoa mamlaka kwenye shirikisho letu wafanye kazi kama walikuwa wajui. Kwa hiyo wasubiri sasa kwenda kunyonyolewa manyoya bila kutua kwenye moto. Ah. Oh. Eh. Kuku zinatiwa kwenye maji kwanza ya moto afu ndo ananyonyolewa. Wao wananyonyolewa vile vile bila kutua kwenye maji ya moto. Huo ndo ubaya ubwela huo. Eh, bwana. Unajua msimu huu. Eh bwana, sasa kwa mazingira haya maana yake TFF inaungana na bodi ya ligi kipigo maana yake. Yeah. Wanasema wachezi. Eh. Sisi tutapiga misondo tu. Hata kwa majumbani kwao watatikisa hata miguu. Sisi tunao msimu huu wote walikuwa wanaona hawa watu, watu wana maana, hawana shida yoyote. Kila mmoja saizi anaanza kutafuta nafasi yake kujificha. Hawa wachambuzi watu wa nchi wataanza kuona aibu kupitia hili, sababu hao wametangaza kwamba wanadai hawatocheza mchezo wa fainali kama mchezo wa dabi huu, sawa. Lakini majibu hayajachelewa jana yani, lakini leo majibu wameanza kutoka. Wale wadhamini wametoa mkeka wao kwamba washalipa hela kwenye shirikisho, na wenyewe wale waliokabidhiwa hela kutoka kwa wale wadhamini ambao wamewatafuta pia wametoa mkeka wao kwamba wao ndio wanadai hela ile yenyewe ni ndogo imeziba kule mapengo lakini bado kuna mapengo yanatakiwa azibiwe na hawajatoa hela mpaka leo tujiulize mmezamini vilabu vinane mmeshindwa nini kukam, kukamilisha ku kulipa hizo pesa kwa ajili ya wachezaji wenu leo mnatoka mnatangaza mnadai au mlijizau dokumenti mlipoteza sasa mtamjua sasa Almas Kasongo na mgutu wale zikalia saizi katulia ananua panga lake mtajuana yeyote atakayokaa mbele yake hoja nayo yaani mwaka huu tutayaona mengi huu mwaka huu eh. ah namwomba Mwenyezi Mungu anifikishe hizo siku zinazofuata hapo mbele, tuone nini kitaendelea kutokea. Sasa hizi chembe chembe zilianza kuonekana, tunataka tuone huo mwisho eh. Bwana, ujumbe wako sasa kwa mashabiki wa Yanga, una ujumbe gani wa kuambia mimi? Ujumbe wangu tu kama wanaoelewa sawa sawa, kutoka sasa hivi tu, kila mmoja waungane na kusimama kudai vile vitu ambavyo aliviahidi injinia atavifanya kwenye klabu yao. Huu ni muda wa kuungana sasa, wadai vile vitu, kwa sababu anamaliza msimu sawa, anaenda kumaliza madaraka yake lakini vile vitu walioahidi kuwafanyia mpaka leo hakuna hata kimoja. Mabadiliko mpaka leo hayazungumzwi, yamezima. Uwanja alioambia atawajengea mpaka leo hakuna cha uwanja wala nini. Wachina walishia kupima tu pale, hamna uwanja wala nini, wanapaki magari pale. Okay, magari kama yote anapaki pale bado ni vigari vidogo vidogo, kwa hiyo imekuwa parking badala ya uwanja wa mpira. Kumbe yeye anasema atawajengea uwanja wa kufanya, atawajengea uwanja wa parking za magari. Wao umetulia saizi, wanagangania atuchezi, atuchezi, wanaimba ngoma. Huu ni muda sasa kuungana kwa manje, viongozi hapa hakuna hapo wamekuja kwa maslahi yao binafsi. Nyinyi jezi yenu ya njano, watu mnabadilishwa jezi, mnaletewa goli mnakubali, mnachekelea. Hasa hii timu ya mpira hii, nyinyi kabisa mnasema abadani asirani kwamba sasa jezi zetu ni hizi. Lakini leo mtu anakuja anabadilisha jezi yenu na mnakubali mnavaa na jezi kali kweli. Haiangalii ukali, sio, sio rangi yako hiyo? Sawa. Kwa nini hata wewe nyumbani unavaa rangi ya njano na kijani? Tunavaa rangi tofauti tofauti, lakini rangi yako za timu yako ni hizo. Na duniani kote timu hazibadilishi rangi zake mama hata siku moja watakuwa na jezi za ziada, lakini rangi zake mama haziwezi kubadilisha. A wale Manchester, Liverpool, Arsenal wale wale wanazo timu, wana, ya yani wa timu, timu yenu iwe salama daini ya kizenu daini mlivyoaidiwa timu yenu itakuwa salama, kwa sababu injinia anatamba, anajua kabisa kashadudua. Wanachama, kama mnataka timu yenu, hakikisheni mnadai haki zenu zile alizoahidi, vyote vi mnadai kabla ajaelekea kwenye uchaguzi mwingine tu. Hatuchezi, hatuchezi. Bas mtayaona. Eh bwana, shukrani sana bwana Mnandi Junior, nikutakie kila laheri na tusubiri tuone, je, Young Africans watasemaje? Sisi tunachokisubiri hapa e. Hatuhitaji kuona inafika kesho, tunataka jibu leo leo, sawa? Wao walishamwaga mboga, tunataka jibu leo leo, wanakula chakula gani? Sababu wenyewe huko wote walioshutumiwa wote washatoa mkeka. Ah, na watu tunataka watoe jamvi, mkeka imeshatoka, tunataka jamvi ili tulale vizuri lakini mikeka midogo tunataka jamvi lile kubwa. Watoe la kwao. Ili tuamini kwamba hao viongozi wa mpira walivyozungumza vote viko sahihi. Kwa hiyo wakifeli kwenye hili, habari ya Kigogo ni uongo, habari ya hili wanadai ni uongo, wapigwe rungu tukote. Ah. Sasa ndio tunachokisubiri saa hizi. Hatuwezi kukubali wetu mnakaa kwenye like kwenye media mnatuambia vitu tunaona hawa ni viongozi wa Yeredi, kumbe mnapotosha umma. Siku zote mtu mwongo gereza lake lipo. Eh, hey, kamata tia lock up.